Braza la Michezo la Taifa, tunatangaza uchaguzi wa chama cha waamuzi wa, wa ngume za kulipwa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika tarehe kumi mbili mwezi wa saba ishirii na fomu tutaanza kuzitoa kuanzia kesho tarehe tano na mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu utakuwa ni tarehe ta mwezi wasaba, na nafasi ambazo zinagombewa kuelekea kwenye usahili, kwenye uchaguzi huo ni nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti, nafasi ya katibu mkuu na nafasi ya mweka hazina, ambapo nafasi hizi za juu ada ya fomu ni shilingi laki moja, na nafasi zingine nne za wajumbe wa kamati ya utendaji, ambapo ada ya fomu kwa nafasi hizi ni shilingi elfu hamsini. Kwa mujibu wa sheria ya baraza la michezo la taifa, mgombea wa chama chochote lazima kwanza awe raia wa Tanzania lakini vilevile vile basi awe anauelewa na ujuzi wa mchezo husika, na vilevile lazima vile, asiwa amejiingiza kwenye au amekamatwa au ameingizwa ame kwenye kosa lolote la jinai, na ada zinatakiwa zilipiwe kwa mfumo wa malipo ya serikali, yani control number, na wale wagombea wote basi wafike baraza la michezo la taifa au wapige namba 0713380499 ili kupatiwa control number kwa ajili ya kulipia nafasi anayogombea, na anaporudisha fomu basi lazima aambatanishe ile fomu walau na vyeti vya elimu yake, lakini vilevile vile na vile vya ujuzi. Hata kama katiba haijasema basi, aambatanishe na vile vyeti ambavyo anajua kwamba hivi vinamlinda kweli, tunajua kwamba huyu ana sifa hiyo ya uamuzi wa ngumi za kulipwa.